Hata wanasaha adama sisi, hapo tunaelekea katika uchaguzi wa Tanzania, wote watu hawachukue sifa ambayo sisi dunia wene inatambua Tanzania ni kisiwa ya amani mm, mm. Watanzania watu wakarimu, Watanzania watu wa pole, Watanzania watu wanapenda nchi yao na amani na tu, usifike na hii tabia

Mwanzishi wa nchi hii ushandoka, ushaacha nchi webaki. Naomba watu angalie maslaha ya nchi, asiangalie maslaha binafsi, maslaha wa chama, na usikilize watu ambaye hawapendi Tanzania aishi salama. Sisi Tanzania tunapendana pamoja, tofauti ya dini yetu, tofauti ya kabila yetu, tofauti wa mila yetu, tofauti wa lugha yetu. Sasa Tanzania tunaheshimiana, tunakaa naye pamoja. Hii ambaye dini Uislamu ameamrisha ni hii ambaye tabia watu wa, wa lazima hawana tabia hii. Watu wana hikma na akili timamu. Sasa saha wangu watu aulinde amani, asichochee ile kitu inaharibu amani. Ni maana watu wengine anakuambia kiongozi fulani afe, kifo amepanga Allah subhana wataala, kila mmoja atakufa wakati Allah amepanga, we huwezi kuua mtu yote. Lakini mtu kusema hivyo ni hii kitu hatari, maanake anadhimiria mbaya mm -hmm. Na sisi ntakiwa tukaa nyuma ya kion, kiongozi wetu tumtii, mwombee dua Allah ameie salama katika uchaguzi hii, hii. E, si, mimi sina chama maalum lakini Kimujibu ki, ki, ki, wa dini lazima tuombe dua Uislamu, Watanzania wote kwa jumla, na yeye uchaguzi apite kwa salama salimini, ili tuombe dua kila siku na kila miski sala zetu, kila tunaomba dua, na Mungu shahidi hivi, wala mimi sifanyi hivi kutaka sifa ya fulani anisikie anione, na tungira naona kama na kitu fulani kama ataka uh, watu fulani aone, mimi sina tabia, ni Mungu shahidi.

Ushaanza kufanya maasia, akumaasi mola wako, neema hii itaondoka itasambaratika. Tuangalia nchi ambayo akuli walikuwa amani, Sudani, leo unaishi vipi? Tuombie nchi yetu Tanzania kuchuguzia bete kwa salama salimin, na Allah amlinde rais wa Tanzania, Samia Suluhu Hasani.